Naam, mtazamaji wa Trendy TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii. Hapana, hii bwana inahusiana na e, mwanaume mmoja ambaye jina lake halijafahamika bado. E, inadaiwa kwamba amechoma pikipiki ya kijana ambaye alikuwa ni delivery, alienda kufanya delivery nyumbani kwake kwa, e, kwa mwanamke wake. Eh, sasa mwanamke wa jamaa huyo ameeleza tukio hilo jinsi hali ilivyokuwa. Kwa hiyo vichwa vya habari ni kwamba nitakusikilizisha huyu mdada pia hapo umsikilize, lakini vichwa vya habari ambavyo vina trend huko mtandaoni ni hili tukio la huyu jamaa ameichoma pikipiki ya mtu ambaye ni delivery aliyepeleka bidhaa nyumbani kwake na amemkuta ame yuko na mkewe anamfanyia eh, hiyo delivery jamaa akakasirika na kuanzisha hizo fujo na kuchoma hiyo pikipiki. So bidada mwenyewe ameelezea na kuonyesha jinsi ambavyo pikipiki hiyo ilivyoungua na ameelezea mkasa mzima. Hebu msikilize hapa. <tipi>

anakata kuwaka ndio, ananifuata mimi tena, anataka kunivuta kwa nguvu anilete kwenye hiyo pikipiki ambayo imemesha moto pamoja na mimi pia anichonge. Ndugu zangu, tunaingia kwenye mahusiano tunaingia kwenye ndoa na watu ambao tunaamini ni watu sahihi, lakini hatujui nafsi zao zipoje. Mimi binafsi sawa, najua ni kitu ambacho labda nilikosea, na ni mpaka kuna muda nikawa naongea na lia, kwa sababu ni kitu ambacho naogopa binafsi. Kweli alikuwa hana taarifa kama ile kabati ilikuwa linakuja, lakini nitamani mfanyia surprise jebo. Anajua najua kabati litanunuliwa, lakini alikuwa ajui kama ndio jana linakuja. Kwa hiyo kitu kilichotokea, yani sikutegemea kwa kweli, kwa ndugu zangu, kwandugizango ndio ilivyokuwa hivyo kuwa ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana, katika comment section. Alizungumziaje hili jambo? Tutakuwa e, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.